Kwingineko, polisi katika mji wa Chuka, kaunti ya Tharaka Nithi, wamepata mwili wa mwanamume mwenye umri wa miaka 29 aliyepatikana amefariki ndani ya gari lake lililokuwa limefungwa na kuegeshwa karibu na jengo la benki ya KCB. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Chuka kaskazini, Paul Kuria amesema kuwa marehemu aliripotiwa kutoweka tangu siku ya Ijumaa kabla ya mwili wake kugunduliwa. Katika eneo la tukio maafisa upelelezi wa DCI walipata majiko mawili yaliyoshukiwa kuwa na mabaki ya makaa yaliyokuwa yameungua ndani ya, ya gari hilo. Kuria amewahimiza wakazi kuzungumza na kutafuta msaada wanapokumbwa na, na changamoto za afya ya akili. Sababu kamili ya kifo bado haijabainishwa huku uchunguzi ukiendelea. Friday ambaye vile alitoka nyumbani wenzake watu familia yao hawakuwa anajua ako wapi. Ndio leo wananchi wakapata kuna gari iko hapa ambayo imefungwa kabisa na ndani, na kuna mtu ambaye e, alikuwa anaonekana ndani. Tumeweza kufungua ile gari na tukapata mwili ya huyo marehemu ambaye kwa saa hizi itaweza kutaja jina yake mpaka tuwasiliane na familia, na ndani la hiyo gari pia tumepata jiko mbili ambazo zinakaa zilikuwa zimebakishwa makaango bani mpaka ikaisha na, na, na hatujajua kiini hasa ambacho kilisababisha hiyo kisaka. Basi tuko na ofisa wa DCIO na kesi itachunguzwa.